Ninapoamua kuzungumzia mpira wa miguu jamani, naomba nisingiriwe, kwa sababu Eli Mpanzu Kibisawala ni mtu ambaye kwa sasa anapoza sana mashambulizi ya Simba, lakini ni mchezaji ambaye pia anaongoza kwa kupoteza mipira. Yaani sio kwamba tunaongea ili mradi tu, lakini tunaongea uharisia. Eli Mpanzu Kibisawala, naongea nayo shabiki, ni mtu ambaye anapooza mashambulizi ya Simba pale Simba, ambapo wanaenda kushambulia, yeye anakaa sana na mpira, lakini pia anaurudisha nyuma, kama umefuatilia kwenye mechi takribani zote za msimu huu. Sasa sijajua mashabiki chuki zenu ziko wapi. Fuatilieni vizuri, angalia mechi ya siku ya leo dhidi ya JKT Tanzania, naamini utapata majibu kamili. Elim Mpanzu must go like Ruto sawa